Kwanzia mwezi wa ta 25 kuna watu watazuiliwa kupanda ndege au kusafiri kokote kule, ambapo unakua unaenda k unatumikisha usafiri wa ndege, hutaweza kupanda ndege, hutaweza kuomba hata license, hutaweza kwenda kufanya aplihen yakowapapot au hutaweza kufanya htainnli. Kama wee ndo mara kwanza unafika Marekani, watafuta doment za kukaa hapa Marekani kwa sababu ya hii doment yariid. Acha tuangazie tuone Real ID ni nini. Real ID ni kitambulisho gani na kwa nini serikali inataka wakuwe na hiyo lile ID, na kwa nini watu, watu, na unalazimika mm -hmm. kuenda kuitafuta yes. Katika hii video tutawaelezea ujue umuhimu wa lile ID mm -hmm. na kitu chochote kile ambacho unapaswa kujua, na wewe unaweza kuwa mtu mmoja ambao utafa, utafanikiwa yes. katika ya mazungumzo ya leo. So basically tunataka tujue ID nini, kwa nini Marekani? Kama munaangalia news sana mameona ya kwamba Marekani wako na sisi sana, wanasema mutafute ID, mutafute ID kwa sababu kuanzia mwezi ya tano hutaweza pata service yoyote hapa Marekani. So let's go ahead hiyo ID nini? Lile ID ni document ambayo serikali iliumba au ilitengeneza kuanzia ule mwaka Osama bin Laden aliangusha zile nyumba ndefu kule uh, New York, walipita wanasema, kuna watu ambao walikuwa na ujuzi wanaweza kuiba dokumenti za serikali kutumia ujuzi ambao wako nao. Sasa wakasema inapaswa tuvifanye vigumu asiibe ile dokumenti. Ndo serikali kakuja sasa, Real ID ikaanza kuipublish. Inakuomba nini ili kuwe na hiyo Real ID kwa, ili, kwa, kwa kufanya hivyo vitu vikiwe vigumu ni kwa sababu watakuomba information nyingi, yeah. Wakati tunaanza ile process ya kuomba ile Real ID, ikiwemo dokumenti zenye zinakuonyesha wewe ni mtu gani exactly. So ni Real ID, yani kulikuwa naesema kulikuwa id ambayo ni fake. Basically Real ID ni nile id ambayo wanakupatia kwa watu ambao wamepata ma id zao kama driving license, mnasema miaka tatu zilizopita mm. Ulikuwa unaenda kuomba driving license wanakuomba kila information yako yata immigration, yes. Address unakaa immigration status yako, hata wanakuomba wewe ulete leta original document, yeah. Mape, mm -mm, letter original document. kwa nini? Yeah. Kwa sababu wanataka verify status yako hapa Marekani, na sasa uu wakati ya Trump Mm. takuwa Real ID sasa yeah, kwa sababu mm, wataomba ulete kila document na watu wengine hata wengine watakuwa deposit kwa sababu hawana hiyo document. Ndio maana mwezi wa tano utasikia watu wa moja wanaanza inakuwa inauma, wakati unakuwa umenunua tiketi ya ndege unataka mm. kusafiri kwenda nyumbani au yeah, unataka kuenda kusalimia ndugu yako kwenye steti mm, au kitu kimetokea ghafla, kisha nakuja kuzubi, kuzubiriwa kwenye airport, wanakuambia bwana, huna Real ID kwa nini usikuwe nayo sasa? mm -hmm. Kuna watu ambao wako nayo hawajui kama wako nayo na kuna wengine hawana nayo kabisa, yes. Wakati unaenda kuomba hiyo driver's license yako au state ID ile ile kuna kasinye kamoja wanatia kule kwenye korosi kanyota na kanyota, inategemea na state. yes. kama... Yeah, <laughs> <laughs> lakini <laughs> yes. Karika kitu ambao tunaona hapa kwa hii lili id ambayo tunakuonyesha hapa kwa hii screen. yeah. uangalie kwenye id yako kama uko nako. Ukikuta uko nako Congratulation, umesha kuwa na Real ID. Sasa wewe ambayo hutakaona, utapaswa kufanya nini? Nini utapaswa kuenda kwenye DMV mm, au kwenye ofisi yote ile ya serikali iko karibu yako ambayo inatoa driver license au ID ya kawaida mm. Uambie kama unataka Real ID, kuna document ambazo unapaswa kuenda nazo yeah. Wakati unaenda kuomba hiyo Real ID, utaenda na document gani? Certificate yako ya kuzaliwa kama wewe umezaliwa hapa, green card kama wewe yes. ni mhamiaji ambaye una green card Certificate citizen kama wewe ni una citizen au kama hujapata na hizo document zingine, wewe ni mgeni hapa. Kuna document ambayo ina picha yako, serikali ilikupatia hiyo document, unapaswa kuenda nayo na kesha na proof of residence. Ni zipi wanaenda nazo? Proof of residence unaweza enda na ma bills for example, lakini wanakuomba proof of residence, it depend on the state, lakini wanakuomba tatu, wanakuomba bili ambayo unalipia kama nyumba uh, nasema maji electricity yeah. Ndugu wapendwa, kuna watu ambao watakuja kupata shida kwa sababu ya hii real id. Real id, kumbuka wametia information zako zote kwenye kompyuta, kama vile ambavyo wamesema, kama kuna biometric wamechukua, yani maelezo yako yote, kama we ni mtu gani sasa wewe unapoenda kutafuta citizen, kama wamama, wababa, wale wazee ambao wa hawaongee Kiingereza, wanaenda kwenye masteti mengine. Wakati wanaenda, anakuwa na ile driver's license ya kwake alikuwa anatumikisha kwa ile steti, kwa sababu unajua wewe hujui Kiingereza, dogta lazima kuandikia kitu cha kusema, kama hujui Kiingereza unampa unamwambia kama huna driver license, au unaenda na ID ya kawaida, unatafuta ID kwa ile state, watakuja kusema huyu mtu, mbona kule kwenye state yake alikuwa na driver license kwa sasa hivi anasema hana driver license kwa nini? Na wakati tukumbuke, hata kama watakuuliza pale kwenye DMV ukienda kufanya mtihani wa interview ya citizen ule ule nani, ofisa atakuja kukuliza, mbona inaonekana uliwahi kuishi sehemu fulani kisha ukaonyesha document zingine, kwa sasa hivi ile driver license ulikuwa nayo iko wapi? Wakikamata, kwa hiyo itakuwa ni kosa, na hilo kosa litakuja kuukosi, kwa sababu atasema huko unadanganya serikali ya Marekani. kungepaswa kuwa hapa, kwa nini ni muhimu kukuwa na real ID? Uh, real ID ni muhimu sana kwa kila mtu kwa sababu kuna vitu kuna ma activities ama kuna vitu vingi ambavyo hawezi access. For example, kwenda kuomba kama, kama for example kuna mtu ambaye ana njaa. Huwezi kaomba nini, huwezi kaomba food stamp kwa sababu hauna real ID. Kumbuka kuna watu wengine ambao kila mara wanasafiri kutoka state moja kwenda state nyingine. Nimeona hata government ita, itaomba ma airlines kama Delta kama ma Americans wasiruhusu mtu ambaye hana real ID. Which means kama wewe hauna real ID hutaweza kufanya kitu hapa Marekani. Also, let's say for example kuna mtu anataka asome. Kumbuka maybe una ugonjwa uko hospitalini, kama hutakuwa na hiyo ID hutaweza kuitikiwa, kwa sababu government inataka unify every single information ukitoka, for example example uh, kutoka Tennessee, kutoka Texas, ukitoka sijui Indiana, ukitoka kule Iowa, unataka kwenda ngine state Ha, wat, the only way ambayo wataweza kucheck ni wakati wataangalia information online ama angalia kwenye nani kwenye system yao, so kama huko kwenye system hutapata access ya kila activities ama kila services ambayo inafanya nini government inapanda. For example, kitu ingine ambayo iko very very important, tuseme unatafuta kununua nyumba. Kuna watu wengine watakataliwa kununua nyumba kwa sababu hawana Real ID. Kumbuka, unapotafuta kununua nyumba, kuomba loans, wanakuomba information biometrics. Yaani wanaangalia kila information yako waangalie exactly what you've been up to. So kama hauna Real ID itakuwa vigumu sana kuweza kupata ii ma activities ama ma resources zote ambazo unaweza kupata kama kwenye government, so that's why tunaomba watu wote Um, tunaomba muweze kutayarisha na mtafute jinsi muweze kuomba real ID. Sasa hivi kuomba real ID, there's only one way. Ni kwenda kwenye services ama kwenye DMV. Unaomba, unafanya application. Ukifanya application yako, ni hapo hapo unalipa kama 20 dollar ama 15 dollar, wanakupatia real ID yako ambayo inakale ka halama ka yellow ama ka jaune. Ili uweze kufanya nini, kuishi bila shida hapa Marekani. Lakini tunasisitiza watu wote na kama unaona ndugu yako hana ile ID msaidie. Kuna wamama hapa ambao wamekomaa kidogo ambao wame, hawajui kama wana ID ama wana ID, mwangalie, msaidie ufanyizie application, nitaweza kumsaidia ili aweze kumove from one site to another, so kupiga hatua ya kuenda kuomba Real ID ni kitu cha maana sana kwa kila mtu, yote yule ambaye anakaa Marekani, kwa sababu kwa njia moja au nyingine utakuja kuwa unaihitaji na wewe. Ni wakati wako wa waku, kupiga hatua ya mbele kwenda uchukue familia yako, mke wako, watoto, shangazi, binamu kila mtu yote yule ambaye ana miaka kumi na nane na kupanda atafuta hiyo Real ID, asikuje kulia nyuma, kwa sababu tukienda kuyomba wakati tunakuwa unahitaji kitu. Umesikia ndugu yangu amesema hivi yenye amesema kipindi kile, utakuja kuchelewa wiki mbili au wiki tatu ili upate. wengine, yeah, yeah, yeah, yeah, wengine wataweza hata, hawataweza hata ku travel wanakwambia stop huwezi enda katika ndege kama unayo ID, so itaaffect okay, vitu vingi sana na ni kitu ambacho huwezi kuenda kuchukua kwa sasa hivi useme nataka lile ID waikupe hapo, hapo. Hapo, hapo, hapana, watakupa katika karatasi kwanza usubirie wiki mbili hapo taku huko na chelewa na wiki tu tatu mm -hmm. tuna wiki tu tatu ambazo zinabakia so ni kusema watu ambao wata, watak wanaomba hii ID ni wengi sana mm -hmm so inaomba wai mapema uapply kushamaza apply wende kuapply, yaani ni, kufu, ni kumba kama appointment ama unenda tu yeah. Nakaa pale the whole day, unaenda kumusai kama watu wengine nakupatia namba unapata tafadhali yeah. It's really important, na kazi yetu kama Think Big Media yes, ni kufikishia habari yoyote ile tunajua inaweza kukusaidia. Na wewe tusaidie, sambazia watu wengine, tuma hii video kwenye social media za kwako zote, mm-hmm. Ikiwa Facebook, TikTok au sehemu zingine zote, ushee na watu wengine wajue kipi kinaendelea kesho, asikuje kuonekana mtu ambaye atakuja kusema yeye hajajua hizi habari sisi Think Big Media, thank you so much. Na ufanya application yako, na tafadhali, kama umeona information unaniamana sana na umependa just like you na know, uwezi kutuwekea subscribe. Tunashukuru sana na Mungu bari.